Halo, halo, habari nzuri? Tu, sijui wewe uko? Mimi namshukuru Mungu, nipo salama. Vipi nyumbani, wote wazima? Wote wazima. Na ugeni wa kina baba umeshaondoka? Wameondoka tangu juzi, nadhani muda huu watakuwa wameshafika Zanzibar. Haya bwana, na wewe maendeleo yako? Yaani, unavyouliza maendeleo yangu, mtu asiyekujua anaweza kusema unajali, kumbe huna lolote. Yamekuwa hayo tena? Yaani wewe, tukio ni lako, lakini hujatokea. Wamekuja tu wazazi wako. Unadhani wazazi wangu wanajisikiaje eh? Kwetu hizi tunachukulia ni dharau. Kwa hiyo kutotokea siku ya kuleta mahari kwenu ni dharau. We mwenyewe unajua kazi zangu zilivyo wakati mwingine nakosa hata muda wa kufanya mambo yangu binafsi. Sasa nafanya mambo haraka haraka ni kuhalalisha uwe mke wangu, halafu unaniambia ninadharau. Hiyo ni haki kweli? Kwa hiyo wewe unaona hichi ulichokifanya ni sawa? We mwanamke unanishangaza kweli. Yaani wazazi wangu wamejitahidi, wamefika hadi kwenu na umbali wote huo, badala useme nimejitahidi kuharakisha mambo, unasema ninadharau. Kisheria ulitakiwa uje, wazazi wangu wakuone na wajue kuwa wewe ndio muuaji wa mtoto wao. Hivi una uhakika mimi kutokuja kwenu ni dharau? Maana sidhani kama kuna dharau kubwa kama wewe kurudi na mimba kwenu bila wao kumjua mwanaume aliyekupa mimba. Au walitaka nifanye hivyo? Sasa hayo yametokea wa wapi tena? Mimi nakuuliza hivyo kwa sababu nimesha kuambia kila kitu kuhusu jinsi ninavyopambana kukamilisha hili jambo, lakini badala ya kunitia moyo unaniletea maneno ya kunidhoofisha. Sawa basi, nisamehe. Ehe, kwa hiyo wameamua nini? Sasa wataamua nini? Si tumezoea kuozeshana Wakristo kwa Wakristo, ila nyeye Waislamu hatujui taratibu za sherehe zenu, kwa hiyo wanasubiri maamuzi yenu. Mimi binafsi sina mambo mengi Yani nikipata muda tu ni kukamilisha ndoa, wala sihitaji mambo mengi. Kwa hiyo hakutakuwa na sherehe. Sherehe ya nini? Sasa jamani, ndoa ni jembo la furaha, watu wanatakiwa washerehekee na wafurahi kuwa tumefunga ndoa. Washerehekee? kwani wao ndo wanakuja kuishi na Isiaka? Isi hii ni ndoa yangu ya kwanza na siyo ya pili kama wewe. Kwa hiyo ni siku yangu ya muhimu sana. Sawa, unaweza kufanya hizo sherehe zako, sijui kitchen party, unajua mwenyewe, lakini jua kwamba mimi sina muda wa sherehe. Nikija ni ndoa, naondoka. Kwa hiyo unaanza safari lini? Leo ndo naanza safari. Unakuja na usafiri gani? Nitakuja na basi au umenikatia tiketi ya ndege? Hapana, we panda tu basi, alafu ukifika Kibaha utanicheki. Sasa hivi nina kazi kidogo, nitakutafuta baadaye. Mm, hiyo baadaye. Utadhani atanitafuta kweli. Sasa huyo mwari hayo masomo ya madrasa atayafanyia wapi? kama mpaka leo hajarudi ndiyo huko, mimi sijui. Nyee ndio mlioenda kulipa mahari huko kukuuliza, anarudi lini nyumbani? niulize kwamba mimi ndio namuoa? kwani wewe leo una nini? kwa sababu kila ninalokuuliza kwa amani unajibu kwa shari. una nini hasa? mimi nipo kama nilivyo siku zote, ila hayo mambo ya watoto tuwaachie watoto wenyewe. Tena tafadhali, naomba usinichoshe na kuchosha na nini? Yaani kukuuliza na kutaka kujua nako ni shida? Shida ndiyo hiyo? Yaani toka nirudi rudi sina raha, marao huyu mkaza mwanao sijui nini, mara anakuja lini, mara atasomea wapi. He, kwani mimi ndo namooa. Hayo mambo yote watoto tuwaachie wenyewe bwana. Tuwaachie wenyewe kivipi? Hujua kuwa huyo anayeolewa ndo watakuja kuishi na wajukuu zako? Asipoisoma hiyo dini, unatarajia hao watoto watakuwa kwenye maadili gani? huyo baba yao alivyoamua kumuoa huyo mwanamke, kwani hakujua kuwa anaoa Mkristu au hakujua kuwa ana watoto? Hebu sinchoshe bwana na kuchosha na nini. Yule binti atahitaji msaada, ujue. Akihitaji utaambiwa. Kwani kuna ubaya gani tukimsaidia bila kuambiwa? Hayo ni mambo ya watoto, waachie wenyewe. Nyiye wamama wa Kizanzibari mnapenda sana kuingilia ndoa za watoto wenu hadi mnazivunja bila kujua, toto lenyewe kubwa hilo lina sharubu kama zote, likitaka kitu litakwambia. Hebu liachie mambo yake. Allah siachi, na nitafanya kila kitu kuhakikisha mwanangu anaoa mke mwema. Kama wewe unaona kashakuwa, basi shauri yako. Mwanamke ndiyo huyo tayari, kashamchagua. Kama ni mwema alhamdulillahi, lakini kama ni mtungi wa gesi ukienda kulipuka huko, atajua mwenyewe. Ili mradi kamridhia mwenyewe, mimi sina shida. Kumbuka hata wewe mama yako yako alikuwa bega bega kwa bega na mimi mwanzo wa ndoa yako. Mama yangu kuwa bega kwa bega na wewe sio sababu ya ndoa hii kuwepo mpaka leo, ila ni uvumilivu wangu tu kwa kuwa nimekuridhia. Tofauti na hapo. Tofauti na hapo nini eh? tofauti na hapo nini? We baba una maneno wewe, hebu niache mie. Mimi nachosubiri hapa ni tarehe ya ndoa tu. Yaani wanasema kabisa wasubiri tarehe ya ndoa ilhali wajua wazi mwanamke anayeolewa na mwanao hajatimia kimaadili. mwengu shauri kitu. Mke wangu, kabla ya kumtaka mkaza mwanao atimie, naomba utafute mapungufu yako kwanza uyatimize, kwa sababu ni heri huyo mkaza mwanao ambaye unayajua mapungufu yake kuliko wewe ambaye hujui mapungufu yako binafsi. Mwone kwanza, kazi kuvalia njuga ya wenzio wakati ya kwako yanakushinda. Kwa hiyo mimi unaniona sistahili kwa mke eh? Kama ni hivyo, si uniache basi. Hayo ni yako sasa, yangu yepi? Wakati unaniambia nina mapungufu, halafu ulivyo na dharau, unaondoka wakati mimi bado naongea. Naenda kwa mwenzio, sitaki ugomvi na, na uzee huu mimi. Maneno yote hayo si ungeongea tu wakati wa kulala kwa huyo bi mdogo wako? Unadhani ningekuzuia? nadhani umesikia kuwa naenda kwa mwenzio, kwa hiyo sitaki usumbufu. Na hawa watoto wakiumwa mpigie simu baba yao au babu yao mwingine. Leo sitaki simu zako kabisa. Sawa sawa, nenda hata ulale huko wiki, sikupigii wallahi, labda mimi sio Mmakunduchi. Kwa heri. Unaniringia mimi na uzee huu? Nenda huko ka hata mwezi. Ishaka ni mwanangu, na huyo binti nitamfunza atake asitaki. Pole na safari, umechoka wewe eh? Acha we tu, kwetu mbali. Eti kwenu ni mbali hadi mlitaka kuniulia baba yangu. <laughs> Yani baba yako alipofika Mwanza mjini aligoma kuendelea na safari kabisa, yani mjomba wangu anasema alikuwa kama mtoto. Wewe unawajua Wazanzibari, safari ndefu kwao ni masaa matatu Halafu nyiye mmemsafirisha mzee wa watu masaa kumi na nane na bado mnamwambia apande tena gari nyingine? Ndio tulivyozoea tukajua, na wao watavumilia. Wakapumzikie nyumbani. Mzee wangu kakaa Zanzibar, kawa kama Wazanzibari. Yaani nilishangaa tu, simu inaita, kupokea nikasikia, mwanangu mimi, nakuambia hivi, siendi huko ukweni leo. Kama watakunyima mke kwa ajili ya hilo, sawa Ila leo usipandi gari nyingine. Hapa natafuta loji nilale. <laughs> Yani, watu wa nyumbani walicheka wakasema, kweli watu wa pwani walegevu, safari tu wanalalamika. Vipi, unanjaa? tukatafute kitu cha kula au tuende moja kwa moja kulala? Nitafurahi nikipata kitu cha moto, chai au supu. Na hisi pale nilipochukua room, supu itakuwepo. Ehe, hebu nipe stori za Mwanza. Wala hakuna jipya huko. Leo hauendi kazini? Nimedanganya kuwa naumwa. Si unajua tena mchumba anapokuja kambini hakukaliki. <laughs> Kwani kuna usichokijua kwangu hadi uache kwenda kazini kisa mimi? Sasa hivi wewe yaani ni mpya kwangu, yaani tangu niambiwe mahari imepokelewa, roho yangu iko juu kweli, yaani kila muda nakuwaza. Sawa, unawaza nini? Nilikuwa nawaza sijui huko Mwanza utakuwa umekutana na boyfriend wako wa shule ya msingi. Yaani kila nikiiwaza mali yangu, nilikuwa nakosa raha kabisa. Usiwaze bwana, mimi ni wako peke yako.